inazidi kunipa uh, nafasi kwamba hiyo hadithi ikiwa ipo itakuwa ni dhaifu, lakini bado tunasema kama elimu ni bahari, mtu yote atasikia audio yangu hiyo, ya akaijua hiyo hadithi ni sahihi, atanitumia insha allah, tutabadilika. Elimu naomba kubadilika, shekh elimu sio kama io. Allah alivyowasifia baadhi ya watu kwenye Qurani kusema, wa minhum man yastamiuna ilaika afa anta tusmiu wasuma walau kanu la yaqilun wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al umya walau kanu afa anta tahdi al umya walau kanu la yubsirun. min tabia ambayo wengi tuko nayo Allah nai anai yayusha kwenye Qur'an na kuitepetesha na kuipiga mabomu. kuna mtu anakutazama anakusikia kwa natua hojo anatengeneza anakutazama anaku anasikia kabisa kisu na dalil na dalili na hadithi g huyo hana akili, utamsikilizisha mwenye hana akili? Hana akili, Sheikh, kama mwendawazimu. Mimi sio kutaja jini. Waminhum man yanzuru ilaik, kuna wengine walau kanu la yubsirun wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u wa summa walau kanu la yaqilun wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al-umma walau kanu la yubsirun. Hivi baya mzuri, hivi unaweza kumuongoza mtu kipofu na yaoni? Unaambia bana pita hapo bana, ah, wewe uone aje? Ni kipofu, ataona wa aje? mshike mkono umpeleke bana. Sasa elimu inaomba kubadilika, ndugu zangu, kiona elimu iko au ijui kuna mtu akisharusha fatwa au akishakubali jinsi anavyokubali au akishasikia mtu mwenye anamdhania katika mashekha amesema hivi bila dalili anashikilia, habadiliki. Hizo tabia ya imani. Kwa hii hadithi bado inanipa nafasi kwamba hii hadithi ya kukataza kusali sokoni haipo bana, na ikiwepo basi itakuwa ni dhaifu, kwa sababu hapa tunaona sehemu nane haikutaja soko. Lakini pamoja na hivyo vyote, hii hadithi ambayo tuko nayo hapa ya kukataza hii sehemu saba au nane ni dhaifu. Imamu Tirmidhi mwenyewe aliyeipokea akaidhoofisha, na Imam Tirmidhi anakuwa ni mtasahil katika ilmu ya hadithi, anasahihisha hadithi dhaifu mara nyingi, lakini ukiona ameidhoofisha hadithi basi ujue hii ni dhaifu kweli. Na sio peke yake, na ulama wengi wakaidhoofisha, kikiwepo na Sheikh Al-Albani kigogo wa wakati wetu wa leo. Khalla ma yukhta ni kidogo sana. Sheikh Al-Albani kusema hadithi ni dhaifu akawa likosea ni sahihi, akawa likosea kidogo sana. Kwa hiyo hadithi ikiwa ni dhaifu basi, hizi sehemu nane, sio kweli, inajuzu kusalia, isipokuwa kuna sehemu zingine katika hizi nane, ukichunguza, zipo hadithi zingine zimekuja zikaharamisha kusalia ndanimo. Kwa hiyo uh, zile ambazo zimethibiti kwenye hadithi zingine kuharamisha, sasa hizo kusalia yemo, lakini zile ambazo zimekuja katika hii hadithi dhaifu inajuzu kusalia yemo, katika sehemu ambazo imekuja hadithi zingine kama kaburini

Uh, kwa hiyo eh, sehemu ambazo tunapata faida eh, katika hizi sehemu saba au nane, azichukusalia pako makaburini, pako dusheni na chooni. Tushaongeza na nyumba za ngamia zimethibiti, aichukusalia ama sehemu za kubakia, mathalani kama eh, jalalani hasa hasa tushaona Ulaya, unakutana jalala za Ulaya ni kubwa kwa ofisi humo ya watumishi na nini. Kwa mujibu wa hadithi hizi, haijuzu kusalia katika hizo ofisi, kwa sababu mathalan kwenye kwenye makaburi eh, kwa makaburi eh, waliweka ukuta kwa kwa mathalan ofisi humo kwenye kaburi eh, au kuweka msikiti makaburini, ah, haijuzu kusalia. Sasa je, na tukiona sehemu jalalani iko hivyo inajuzu kuweka msikiti katika hiyo sehemu? Inajuzu kaburi? Ndio uu, kwa sababu dalili jalalani nyumbani ni ule uchafu maendeleo fu uchafu jalalani. Jalalani ni sehemu kubwa watu wanatumika ule uchafu sijui una u unazaa vitu vingine duniani, wanayajua kweli. Yani ukiona gisi uchafu ulivyo Ulaya utaishiwa. Nyumbani uchafu unatupwa ovyo, unazaga barabarani, nchi inajaa uchafu jalala lakini uzunguni sha pako manyumba khasa kila nyumba pako tuna nyumba tudogo tudogo toko kwa uchafu. Sio kama dada yangu iko Ulaya ameuliza ile swali, ataelewa zaidi siku tusema naye vizuri vizuri. Ala kulli hal, natupa uchafu kwenye majumba, kisha ule uchafu nasikia unachukuliwa kuna sehemu unapelekwa, sijui unatengenezwa nini, sijui unafanywa nini. Sasa sehemu kama hizo mtu akitumika kusali kusalia kusali, katika hizo ofisi, kwa sababu hadithi ni dhaifu almajzara sehemu nyingine eh yenye haijuzu kusalia ni machinjioni. Hii hata nyumbani inaeleweka, mimi wewe kwenda machinjioni kule, kama ni kinama, kama ni kamengi, sehemu kubwa pako uwanja na nini, kwa mujibu wa hadithi ingekuwa ni sawa, inajuzu kusalia katika uwanja bila utoke, lakini sababu hadithi ni dhaifu, inajuzu kusalia, alimuhimu tu usini kusali kwenye madamu, kuna baadhi ya ulama wanaona kama damu ni najisi, lakini na masuala mengine sitaki kuingia, audio kazidi kuendelea zaidi Njiani pia ikiwa ni njia shagahamu, inajuzu kusali, lakini ikiwa kama watu wanapita, haipendezi kwa sababu utawazibia watu. Kusali juu ya ya ya Kaaba, ulama kuna tofauti, kuna wenye wajuzisha, kuna wenye hawajuzishi, sitaki kuingia masala. Kwa hiyo hiyo ni faida nitaka kutoa katika masala. Labda niongeze katika hii ni audio, nisingoje kurudi nyuma, nisingoje kuweka audio nyingine. Ya faida ya pili ni ni mashiria faida ya pili, kuna hadithi uh, zinaonesha ubaya wa sokoni. Uh, kwa kweli nilipokuwa nafanya bahthi nimefaidika sana, nikapata vitu vipya. Akasema acha nikurushieni nanyi wenzangu, madamu uliza swali wa fadhlu yaudu ila saila na fadila zinamrudilia aliyeuliza. Aliyeuliza swali ndio amesababisha nijue haya, na mimi kuyanukuu kwenye umma watayajua na aliyeuliza swali anapata thawabu bila shaka, kila mtu akisikia kifaidika uh, si, ya yani pako masaa ile ya kusokoni au mtu atakajifikiria, kwa nini sokoni ni sehemu inachukiliwa, ndio sehemu ya shari. Hiyo hadithi ya mtume sema mwanzo ya kwa kuuliza sharh yake, lakini tutataka tu tutoe ghubar, tutoe vumbi. Na mtu anaza akajifikiria hivyo, akataka kuuliza tena

tena baadaye Imamu Nawawi anasema kwa nini sokoni kunapigwa vipondo hivi? anasema kwa sababu li annaha mahallu l-ghishi, kwa sababu ndio sehemu panapatikana maasi, vigavu humo, alhidaa, kudanganyana humo, kupigana mbaya, unamribia hela mtu humo, ariba humo, al aiman al kadhiba, viapo vya uongo, wallahi wallahi, nimenunua hivi, nimelangua hivo, uongo mtupu kutimiza haduta kuchukua kesho, hayupo, alifunga duka, kutumtaja Allah eh? Lakini eh, na, na, na, na vitu vingine vinapatikana sokoni vibaya vibaya, mpaka nikamwona ni ba, ba. eh, nah, katika ulamaa eh, anasema bali soko soko za leo, nadhani kana Albani alikuwa anamwambia mtu ndo sehemu za wanawake kuvaa patupu. Yaani yeah, ukitaka kuona wanawake wamevaa patupu hata Saudi Arabia kuna wanawake. Watu wanaenda sokoni ndio unaona. Sawa? Lakini misikitini kinyume na hivyo, ndo maana msikiti kwa ni sehemu bora. Eh, hadithi nyingine itakuwa ni maneno ya Salman al-Farsi anasema la takunanna in istata'at awwala man yadkhulu as-suq.

Kuna ile hadithi tulikuwa tunasikia zamani, wanatuambia, tunaogopa kweli, nakwambia e, eh, uwe wa kwanza kuingia msikitini, mwisho kutoka. Uswiwi wa mwisho kutoka, wa mwisho kuingia, wa mwisho kutoka. Ah, sio sema neno mazito mazito kwa kutisha zamani, sikumbuki. Lakini haya maneno ya sahabi yana ishara ya jambo kama hilo, japokuwa sio moja kwa moja, eti malaika anaendaga na bendera yake, anasimama amuone wa kwanza kuingia msikitini, mashaallah

Kama kwa mtu wa fadhila, mtu wa tabia, mtu wa kuigiwa jua kama anaingia sehemu ya sheitani na vijeshi vyake na majeshi wa wake wana huu ina kama unaka halak na ukibakia bakia sokoni utahiliki wa mankana tahadhi hala halo wa mankana tahadhi halo iktasara minhu ala kadri dhoro. Ikiwa kama ndiyo hali yako imekulazimu kuingia sokoni, basi jitosheleze na hali ya dharura. Kama ni biashara yako, ingia fanya biashara yako, toka, usizidishi kukaa sokoni maligala ufunge eh, duka lako uanze, usizidishi ah, zaidi ya kitu unachokihitaji. Wataharaza min sui aqibati wa baliyati, ili ujikinge na ubaya wa sokoni na mitihani ya sokoni. Unaona sasa, sawa na waki unaoki apenda sokoni. Mimi mwenyewe nikija sokoni na sikia roho yangu inaenda mbio mbio, wallahi niko sijajua hizi habari nasikia roho na inaenda mbio mbio yani, ah! Kienda mwanamke ataka achague anza. Kuna mtu anaweza kwenda sokoni, hataiki kununua, eti anaenda kutazama tu. Hizo tu hadithi zinaonyesha kama aipendeze. Wallahu a'lam wa wa a'lam.